Hizo changamoto zipo na hii sababu kubwa ni uhaba, uhaba wa mabasi uliopo sasa hivi. Serikali ya muungano wa, wa Tanzania imefanya juhudi, na mpaka sasa hivi kwa awamu ya kwanza tumepata kampuni ambayo italeta mabasi 177 kuanzia mwezi wa tisa. Halafu kwa awamu ya pili ambayo ujenzi wake umekamilika, awamu ya pili ni, ni kuanzia mjini kwenda Mbagala, Mbagala rangi tatu, hmm. Hiyo pia tumepata kampuni tatu kama nilivyo sema mwanzoni. E, moja itatoa huduma katika njia kuu yaani trunk, e, ambayo inaitwa Moffat Company Limited, na kampuni nyingine ambayo itakuwa na njia mlishi kumi na tisa inaitwa Metro City Link Limited, na kampuni nyingine ya njia mlishi tisa inaitwa YK Limited Company. Hizo zote hizo tatu nizo zitaja zitakuwa awamu ya pili pekee. Kwa hiyo mi ninawasihi kwamba tuvumilie miezi michache iliyobaki kama miezi miwili tuta, tuta, tutakuwa na mabasi mengi na hizi changamoto kuhusiana na uhaba wa, wa mabasi zitaisha.